Salamu alaikum warahmatullahi wa wabarakatuh wa <tabu> mina tano Waislamu Ibrahimu bako inekamaliza mada yote. Tulichokuwa tunasugilia sisi ni kupatikana kwa andiko Yesu adamu kwa kwesho, lakini Danieli wakati anashuka kati ya msisitizo, kama mnalitaka andiko hiyo someni Rumi tano kumi na nne. Kama mnataka iadivu Waislamu wa kwamba Yesu Adamu wa mwisho, someni Rumi tano kumi na nne. Na mimi ya na naisoma Rumi tano kumi na nne isomaji. No, walakini walakini mauti. Twendeni taratibu sote tuliokuwepo, alafu tutafute neno Adamu wa mwisho. Walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Mauti ilitawala tangu Adamu. Umeona jina lile la Adamu lipo? Sasa ilitawala tangu Adamu, neno Adamu limetajwa. Mpaka Musa nayo, uh-huh. Ndio iliwatawala ili hata hao wasiofanya dhambi nao iliwatawala, hata hao wasiofanya dhambi, kuna watu baadaada wametajwa wasiofanya dhambi. Endelea. ifananayo na kosa la Adam, ifananayo na kosa la Adam. Adam katajwa tena? Ehe, aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Jamani, hapo ndo kwenye kiswahili eh? Aliye mfano wake yeye aliye mfano wake yeye atakaye kuja. Nini maana ya mfano, Chikawe? Ukisema mfano, sio kitu halisia. Shati la Chikawe kama shati langu, lakini sio lako. Sauti ya Danieli inafanana na sauti ya Chikawe lakini siyo ya Danieli. Mwalimu wanafeli shule watitwanaesikuli na wewe. <laughs> Ni mfano wa huyo Adam, ata ni mfano wa hataa, mfano unakosena, mfano sio halisia. Eele bwana, lakini kama ile ile kosa. Ndio kwa maana mmoja wengi walikufa, endelea zaidi sana, naema ya Mungu uh -huh sawa -sa mwanadamu mmoja jamani, tunatafuta Adam, neno adamu, mwanaadamu mmoja nani huyo? Yesu Kristo. Daniel, kuna neno adamu wa mwisho pa au kuoneana chikayo yeah, na kuuliza wewe kati ya mwanaadamu na adamu kitu, kitu. Shuka usema someni Rumi tano kumi na nne nikasema mimi sina hiama, mtaipitia nikute neno adamu wa mwisho. Sasa hivi ananiongezea kumi na tano ena tano, soma, tunatafuta neno adamu wa mwisho, soma eh, ukikuta adamu wa mwisho tia mstari Aaa, inasema aan. Jamani, jamani, mtu wa kwanza nani? Tunatafuta Yesu adamu. Endelea akana siro hai ndiyo adamu ehe, wa mwisho. Ndiyo, adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha, ni roho yenye kuhuisha. Kuna yesu wako jamani, au kuna too nyingine? Ntasoma misengi ogowogo, jue kama kuna nyingine niambie, Daniel pale roho inayohuisha roho inayohuisha. Shida yake kubwa, Danieli anataka kuwaambia Waislamu kwamba Yesu alibeba dhambi za asili walizofanya wana alizofanya Adamu, ndio shida yake. Dhambi hiyo iliondolewa na Yesu kwa wanadamu, ndio shida yake. Ndio maana alitoa mfano kwamba Adamu alipotoka peponi, Mungu akamwambia nimekusamehe. Sasa shida ya Danieli, anataka kujua Adamu kasamehewa, mbona akarudishwa peponi kasamehewa. Jamani, msamaha haufuti kosa, msamaha utafuta dhambi ya ile kosa. Kwa hiyo maana yake anataka Daniel Adam, nadhani kasamehewa, arudishwe wapi? Peponi, sawasawa. Umemfumania mtu anakuzinia mkeo, akamuomba msamaha, ukamwambia endelea kuzini Unakuimia una unamjua huyu mwizi kanimia ya TV yangu, akakwambia nisamee bwana mkubwa. Anachotaka Daniel na ile TV umwambia fanyaje? Ondoka nayo Daniel. Bwana nahii hivo, huyu mwalimu unajua jamani, naongea naye huyu ni mwalimu. Sisi kwetu sisi Waislamu huku na adamu sana, kwa ule msamaha hakuna tena duniani kutendea kufanyana nini. 20. Eh eh. Ah ina Ndio. Naam. Roho itendayo dhambi, ndio itakayokufa. Hiyo ndio itakayokufa. Endelea. Mwana wala baba hapo chukua uovu wa mwanawe. Wala baba hapo beba uovu wa mwanawe. Haki yake mwenye haki takuwa juu yake. Na uovu wake mwenye uovu takuwa juu yake. Shida nini? E, shina kumi na sita uula Taurati, imalize, imaliza umeninyima, vitu vitano vya kusema, dakika moja, maliza au hata hiyo nane ishirini na moja Yohana, funga hiyo dakika tatu, eh? nyingi sana so wewe fungua ishirini na nne kumi na sita wesoma soma nane ishirini na moja Yohana, kisha wewe fungua tena sita tano Galatia. Basi akawaambia tena, Yesu akawaambia tena mimi naondoka. Danieli, Yesu anasema mimi naondoka, eh? nani mtalitafuta nani, mtalitafuta nani, mtakufa katika dhambi yenu na, mimi nenda mimi niendako ninyi hamwezi kuja? Yesu anasema mtakufa katika dhambi yenu. No. Sikuja kubeba dhambi yako. 24:16 si Kumbukumbu la Taurati. 24:16. Wewe nimekwambia ufungue msaidia kwa ndio unamtazama tu. Mpe basi asome. Kumbukumbu 24:16. Kumbu ishirini na nne kumi na sita Kumbukumbu la Torati, hawa wako wawili na inasema hivi, mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto wao, mababa wasiuawe kwa ajili ya watoto watoto wao, wala watoto wasiuawe kwa ajili ya baba zao, wa zao wala watoto kwa ajili wa wa wa ya baba zao, ila mtu nauawa kwa ajili ya dhambi yake kila mtu auawe kwa ajili ya dhambi yake. Ndio maana kule Galatia 6:5 inasema kila mtu atalichukua furushi lake mwenyewe. siku hiyo mtu mmoja aliwahi kumwambia, wewe ape Yesu am zitoke kwako, sasono kwa malaria, unaenda hospitali, daktari anachukua michoma yeye sindano, anajichomati malaria tatoka kwako, yaani amige malaria hapo, uongo. Yesu akuja kwa sababu hiyo, Yesu alikuja kuwakomboa wana wa Israeli, Yesu alikuja kutafuta wenye dhambi, bali sio ni haki kwa mafundisho yake. Yohana 5:24 ishirini na nne, ndio utapataje uzima wa milele? ndio amin, amin nawaambia, Yesu anatuambia nini? Yesu anasema yeye asikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, kisha akamwamini yeye aliyenipeleka, nini? Yuna uzima wa milele, kwa hiyo tupate uzima wa milele, kwanza tusikie maneno ya Yesu tumwamini Mungu aliyempeleka nani? Yesu sio kufa msalabani kubebea na madhambi, wala Adamu ada yes. wa mwisho. Swali liko pale pale, wapi katika Biblia kuna Adamu wa mwisho Yesu? Asalamu salamu aleikum warahmatullahi wabarakatuh Asante. ukiamua kuja kufanya komedi sisi hatuko kwenye komedi Yes. umeletwa kwenye mdahalo wa kielimu kwa lote, maneno yote aliyoongea kwa Ibrahimu nimeondoka na neno hii kubwa, Danieli. Sisi katika Uislamu hatuna shida na Adamu wa mwisho pili. Yes. Takbir, takibiri. Narudia, katika Uislamu kumbe hawana Adamu wa mwisho pili kwa kitendo cha waislamu kukiri leo hadharani kwamba hawana adamu wa mwisho zile ibada za kwenda kusujudu na kusujudia mnyama yes. hizo ndio za kweli. Maana yake Qurani sura ya tatu aya mia moja na sita ilivyosema, kuna watu watakuwa na nyuso nyeusi na na nyuso nyeupe, kwamba wale wenye nyuso nyeusi wataambiwa onja adhabu. Kumbe ndio ya kweli. Lakini nilisema madhara yake, nimeongea mimi hapa. Nimeulizwa wewe, Danieli, muda wote umeongea hapa, hujatoa aya kama Yesu ndio Adamu wa, wa Adamu wa mwisho. Shida moja watu wanaongea kishabiki hapa. Soma Warumi sura ya tano mstari wa kumi na nne na wa kumi na tano Unasema unasema walakini ndio, mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa. Subiri, mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, tukasoma kitabu cha Lura wamani Wala hata wao wasiofanya dhambi fanana nayo na kosa la Adamu eh, okay. aliye mfano wake yeye atakayekuja, hilo kosa, ili watawala hata wale wasiofanya kosa ni mfano nalo na Adamu aliye mfano wake yeye atakayekuja. Hapa kuna Adamu huyu tunayemuongelea, alafu yupo mfano wake wa huyu Adamu atakayekuja. Twende sana kuna lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, ndio maana mstari wa 15 lakini karama ile haikuwa kama lile kosa, ndio kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja, kwa maana kwa kukosa kwake yule mmoja, yupi? Yule Adamu wa kwanza wa udongo, wengi walikufa, ndio zaidi sana neema ya Mungu, ndio na kipawa kilicho katika neema yake. Ehe. Ehe. mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya wale wengi kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Yaani mstari wa kumi na nne na wa kumi na tano panaongelewa habari ya Adamu mmoja aliyekosa, alafu huyu kuna Adamu anayefanana na yule anayekuja, huyo anayekuja ni Yesu Kristo, ambaye kwa kuja kwake Yesu Kristo amewafanya wengi waliomwamini wahesabiwe haki. Anakuja Ibrahimu hapa, anaongea kiraisi rahisi wapi haya? imesema kuna Adamu wa mwisho. So, Somali. Wakorinto wa kwanza 15:45. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 45. Biblia inasema inasema. Ndio. Ndivyo ilivyoandikwa mtu wa kwanza Adamu akawa nafsi iliyo hai. Ndio. Adamu wa mwisho ni roho yenye kuhuisha. Ndio. Lakini hautangulii ule wa roho, ule wa roho. Ndio. Bali ule wa asili. Ndiyo, baadaye huja ule wa roho. Ndiyo, mtu wa kwanza atoka katika nchi. Mtu wa kwanza yani, hapa wanaongelea Adamu wa kwanza na Adamu wa mwisho. Mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo, mtu wa, yeah. Mtu wa pili atoka mbinguni. Sasa kati ya Yesu Kristo smdaaa mmesema, mdahalo wa kielimu kati ya Adamu hao, kati ya huyo Adamu anayetoka anato udongo na huyo anayetoka mbinguni, si wanaongelea Yesu? Yesu katoka mbinguni akiwa Adamu wa mwisho, Adamu wa kwanza ni wa udongo, katoka duniani anakuja hapa. Ibrahimu kamaliza, mara kasema, Danieli wewe usiangaike, piga uwagaragaza, sisi hatuhitaji kuangaika na Adamu wa mwisho Waislamu tutabaki na kama udongo. Kimbia kiponye nafsi yako, usifanye haya maneno kama rais akasisahau, akasema we Danieli, Biblia inasema mtu aweza kachukua eh, dhambi ni yani, huwezi yani, kumpa mwingine dhambi zako. Kila mmoja atachukua dhambi zake mwenyewe. Sisi Yesu amekuja kuchukua za kweli, Adamu wa mwisho. Na we hujui Qurani inasema nini? Msomaji Qurani sura 72 2 Ah, eh, eh, sikiliza wa wa wa wa kuna Waislamu binadamu 13. Majini wa majini wanasema, nasi tuliposikia uongofu eh, tuliamini. Basi anayemwamini Mola wake eh, eh, hata uongofu kupunjwa Kubebeshwa dhambi za mtu mwingine. Waislamu majini wanajua kwamba yule anayemwamini Mola mwana wake hawezi kuogopa kupunjwa wala kutwikwa, yaani kubebeshwa dhambi za mtu mwingine. Kwa mujibu wa Biblia, Adamu wa mwisho Yesu Kristo alikuja kubeba dhambi na makosa ambayo yalifanywa na Adamu wa kwanza wa udongo, ambacho mhadithi wa Kiislamu Ibrahimu amesema aka Danieli muhitaji Adamu wa pili, yaani maanake, mnamhitaji Adamu wa kwanza wa udongo, muendelee kuabudu vitu visivyo kwa Mwenyezi Mungu. Akaja akasema, we Danieli, kunaongea mbali ya kusujudu. Ina maana we unasema usujudu mimi, nimesema Wakristo sisi tunasujudu hatupati alama, nimesema hatupati alama sanakoa Ufunuo sura ya mstari wa tisa kwamba yeyote kwenye alama kwenye kipande chake cha uso ni fina ni jehanamu, hali duna abadani fiha, kama na Qur'ani, sura ya tatu aya ya mia moja na sita na inasema wenye we nyuso nyeusi ni moto. Lakini kwa sababu yeye amesema ninyi hamna Adamu wa mwisho, endeleeni kusujudu na kupata hayo maalama, yani hili siku hata Mw ya mwisho, Mwenyezi Mwenyezi Mungu asipate tabu, akiangalia tuma zingida anasema Fi fi. Sisi hatusujudu tukapata maalama hayo Ibrahim. wape Ibrahim alikuja kumaliza mada yani, tungekuwa kwenye kisomi Ibrahimu aliposema Daniel, sisi waislamu hatuna haja na adamu wa mwisho. Hivi mnafikiri kwa nini tuliweka mada hii? Nafikiri tulikuwa hatujui. Tulikuwa na akili timamu, tumechunguza, tuna ufahamu Uislamu vizuri. Ndio maana Qurani imewaambia fasaha Mungu. Mkiwa mki na matatizo na imani yenu njoni kuja kutuuliza leo tunawaambia habari za yuko adamu wa mwisho. Uislamu unasema sisi hatuna utatu, hivi hatujawambia? Tumewaambia, mtabaki na ubishi, alafu mtabaki na ubishi. Kesho uje kunidanganya, ujifanye tini mchamungu kuliko Mkristo. Subutu yani mkatae, hamna adamu wa mwisho ambaye Biblia inasema kabisa amekuja kubatilisha kosa la adamu yule adamu wa udongo Yesu amekuja akiwa ndio adamu wa mwisho. Alafu mtu anakuja anasema, wapi pamesema Yesu ndio adamu wa mwisho? Ha, wa hiyo Warumi, Warumi tano kumi na nne na kumi na tano Kama wewe kidume pitia kama kidume utapitia. Kwa hiyo ni nini ninachotaka kukisema, nimesema hivi mwalimu wenu wenda liropoka tu, alikuwa ajue naongea nini kama liropoka, pole sana. Naomba ukija dakika na kumi rekebisha. Urekebishe kwa sababu Biblia na Korani zote zimeongea kwamba Adamu alikosa, alipokosa alifukuzwa. Korani nasema aliomba msamaha lakini msamaha, Musa anakuja nawambia, hapana, wewe ndio uliyesababisha peponi kutoke peponi. Na unauliza kwa nini amjarudi peponi? Amjarudi peponi kwa sababu hamna Adamu wa mwisho. Rafiki yangu Muislamu nayenifuatilia hapa ukumbini na kwenye mitandao, mtafute Adamu wa mwisho, Yesu Kristo. Na hivi hili utakuwa na uhakika na unacho kiabudu, vinginevyo umekwisha okoa. Nina bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Mwislamu, takbiru! Allahu Akbar. naombayaachuipikia hata sababu karibu